Kwa sababu kama mmetoka kwenye makundi ya uchaguzi na wale wote wale, uh, wote wale walioandika ule waraka wote mm. ni watu wa Freeman Mbowe okay, kwenye uchaguzi mm, na bahati mbaya, sasa, hiyo ni bahati mbaya, asilimia zaidi ya 50 ya wale waliosaini ni watu wanaotoka kaskazini <laughs> na bahati mbaya sasa, sio tu kaskazini, mkoa wa Tanga mm, Kilimanjaro na Arusha, ni kama bado hawajapona majeraha ya uchaguzi. Eh, sasa unakuja, kwa hiyo na kwa watu tunaowafahamu wengine, kwa mfano kama mheshimiwa Grace Kiweru Dani Naftali, ni watu wa mkono wa kuume wa mheshimiwa Mbowe, wale ambao tunawajua. Sasa huwezi ukafanikiwa katika hali kama hiyo, kwa sababu upande huu unataka kungang'ania msimamo wake, na nyinyi naonekana kama wapinzani, mnapinga kwa sababu ya Lissu ambaye uongozi kwa sababu uongozi wenu umeshika. Kwa hiyo mimi naamini kwamba busara yao ilikuwa ni kufanya lobby. Hata mimi binafsi siamini kwenye chama kisichoshiki uchaguzi, mimi binafsi huamini, siamini. Lakini kwenye huu waraka na umsimamo mimi naunga mkono uongozi uliopo, kwa sababu kwa maana ya kwamba huu ni uhuni tu. Na mimi, na na mimi mimi nasema mimi ningekuwa ningekuwa ningekuwa kiongozi kwenye Chadema mm. wale tushafukuza sasa hizi hao G55 kabisa kabisa. Sasa si demokrasia demokrasi... kila mtu ana, ana mtazamo Demo... kila mtu ana mawazo Demo... yake hawezi Demo... kufanana, demokrasia ipi? Demokrasia ni pamoja na kuheshimu mawazo tofauti e, kile mlichokubaliana mm. ndio demokrasia. Demokrasia inasema wengi wape wachache wa wasikilizwe. Saidi Kubenea kada wa zamani wa chama cha Chadema amefunguka kuhusu G55. Anasema ni watu wa Freeman Aikaeli Mbowe aliyewahi kuwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambaye kwa sasa ni mstaafu, na watu hao wanafanya uhuni tu, wanastahili kufukuzwa wakati mwenyekiti wa Chadema akiwa rumande kwa makosa mawili likiwemo kosa la uhaini. Muda huu tunakwenda kujadili juu ya G55 na mada yetu ni kwamba Je, ni mwanzo ama mwisho wa G-55 ya Chadema? Miaka 32 iliyopita katika siasa za Tanzania, kuliibuka kundi la wabunge 55 waliojiita G-55 ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Lilitoka eh, kundi hilo lililotaka mabadiliko ndani ya chama ya kuleta serikali ya Tanganyika ndani ya Tanzania, ilitikisa sana utawala wa Rais wa wakati huo Ali Hassan Mwinyi na lilionekana kama kundi la waasi. Kama si kuingilia kati kwa viongozi wakuu, akiwemo rais wa kwanza wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, leo pengine kungekuwa na mpasuko zaidi ndani ya chama na kubadili siasa za nchi kwa miaka mingi. Harakati za kundi hilo zimesalia kuwa historia kubwa Tanzania. Miaka 32 baadaye, miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu na katikati ya vuguvugu la no reforms No election liliibuka kundi lingine la G55 ndani ya Chadema linalopinga wazi msimamo wa no reforms, no election wanaotaka uchaguzi ni wengi kuliko wanaotaka kuzuia uchaguzi kwa sababu hawaoni huo muujiza wa kuzuia uchaguzi anasema John Mrema mmoja wa wanachama wa G55 no reforms, no election ni msimamo wa kisera wa chama hicho uliopitishwa na kamati kuu katika kikao chake cha Disemba mbili hadi tatu mwaka wa 2024 chini ya mwenyekiti aliyepita Freeman Aikaeli Mboe kabla ya kupata baraka ya mkutano mkuu wa Januari 21 mwaka huu wa 2025 ulioongozwa na Mboe e, mkutano ambao pia ulimchagua mwenyekiti mpya Tundu Antipasilisu. Kwa kupinga namna ya utekelezaji wa msimamo huo wa chama, kundi la G-55 linaonekana kuwa kundi lingine la uasi ndani ya chama, linaloasi maamuzi yaliyopitishwa na vikao halali na vikao halali vya chama. Hii ni dhana inayojengwa na dhana nyingine inayohusisha makovu ya uchaguzi uliopita wa ndani ya chama. Uchaguzi wa Januari mwaka huu wa 2025. Ulikuwa uchaguzi wenye mvutano mkali kuwahi kutokea kwenye siasa za vyama vingi Tanzania, Lissu akimbwaga kigogo aliyeongoza chama kwa miaka zaidi ya ishirini e, Freeman Aikaeli Mbowe katika nafasi ya mwenyekiti kwa kupata kura 513 dhidi ya mia, dhidi ya 482 alizopata Mbowe. Leo ni kama ukurasa mwingine umefunguliwa. Kulingana na katiba na sheria za uchaguzi, hakuna mgombea anayeruhusiwa kugombea bila kuwa mwanachama wa chama fulani cha siasa. Pili, hakuna chama ama mgombea anayeweza kuwania nafasi yeyote ya kiuchaguzi bila ya chama chake kuwa tayari e, kimesaini kanuni za maadili ya uchaguzi ambazo kiutaratibu zimesainiwa siku ya jana jijini Dodoma, yalipo makao makuu ya tume huru ya taifa ya uchaguzi. Jana ilikuwa ni tarehe kumi na mbili ya mwezi huu wa nne na mwaka huu wa 2025. Kulingana na taarifa ya mkurugenzi wa uchaguzi, kati ya vyama kumi na tisa vilivyo vilivyo na usajili na sifa ya kushiriki uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu wa 2025 ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambacho hakikusaini kanuni hizo za maadili ya uchaguzi, moja kwa moja kikipoteza haki yake ya kushiriki, wanachama wake kushiriki kwenye uchaguzi mkuu ujao. Huu ni mwanzo ama mwisho wa vuguvugu la G-55 lenye kuwawakilisha watiania wa ubunge eh, Chadema kwa mwaka 2025, na wa 2025 zaidi ya 200 sambamba na baadhi ya waandamizi wengine ambao wanatajwa eh, na G-55 bila, bila ya kufunuliwa wazi ama kutajwa kwa wananchi pahala popote, labda huenda ni kwa kuhofia nafasi zao ndani ya Chadema. Bungeni mjini Dodoma kunapoendelea vikao vya bajeti ya mwaka 2025, 2026 wiki hii napo kulipamba moto. Waliokuwa wabunge wa Chadema kabla ya kukanwa na kuachwa yatima bungeni wamesimama kidete, ikiwa ni mkutano wa mwisho kabla ya kuvunjwa kwa bunge mwezi Julai. Wengi wameapa kurudi bungeni, wakikosoa maamuzi yaliyochukuliwa eh, wakikosoa maamuzi yaliyochukuliwa ya no reforms no election Mbunge pekee wa jimbo anayewakilisha wananchi wa Nkasi kupitia Chadema, Aida Kenani, alipozungumza na chanzo chetu cha habari hii wiki hii, alikiambia chombo hiki cha eh, alikiambia chanzo hicho cha habari kuwa suala la yeye kurudi bungeni eh, lijalo, anamwachia Mungu na wananchi wa Nkasi wanaojua walipomtoa na kwa nini walimpa nafasi ya kuongoza miaka mitano iliyopita. Eh, huku Salome Makamba wa viti maalum yeye alieleza kuwa yu tayari kwa uchaguzi, atashiriki na atakuwepo katika bunge lijalo, akikadiriwa na gazeti moja la kila siku nchini eh, likichapisha habari zake kwa lugha ya Kiswahili. John Mrema mwanasiasa wa Chadema na kinara miongoni mwa wazungumzaji wakubwa wa G55 alieleza kuwa wameipata taarifa ya Chadema kutojitokeza kusaini kanuni za maadili akieleza kuwa wanajiandaa na wataeleza wananchi kuhusu maamuzi yao. Je, nini sasa hatima yao? Huu ni mwanzo ama mwisho wa G55? Aliyekuwa kada wa Chadema kabla ya kutimkia CCM ambaye sasa ni mbunge wa Tarime, Mheshimiwa Mwita Waitara, tayari jana bungeni Dodoma, ametoa mwaliko wote wanaotaka kuwa wabunge na madiwani waje CCM, tunawakaribisha sana, alisema Mwita Waitara, kwa tahadhari moja tu kuwa ikiwa makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche atakwenda kugombea ubunge Tarime, basi awe na uhakika wa kuangushwa na mbunge wa sasa Mwita Waitara. Hivi ndivyo tunahitimisha eh, mada yetu ambayo ipo mezani kuhusiana naje ni mwanzo ama mwisho wa G-55 ya Chadema. Haya tuna yajadili eh, hivi sasa, ikiwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema akiwa yupo mbaroni eh, kwa makosa mawili likiwamo kosa la uhaini, ambapo ataendelea kusalia rumande mpaka pale mambo atakapokuwa yametamatika. Lakini pia tumepata nafasi ya kuangazia jinsi ambavyo